Ni nata Kennedy Mahana, mwenyekiti wa mtaa Lukosi. Ni apata kama wiki tatu zilizopita, baba wa marehemu alifika nyumbani kwangu majira ya saa nne ya usiku, akanipa taarifa kwamba mtoto wake amepotea na ametata zaidi ya masaa matano lakini hajampata. Baada mimi nimshauri kwamba aende kutafuta, lakini akipita masaa ishirini na nne basi aende kutoa taarifa polisi lakini pia nikamshauri hata kama masaa hayo yajafika, ni vizuri kafika kituo cha polisi, kwa sababu inawezekana labda amekutwa na watu huko akapelekwa huko, ikawa ni rahisi kumpata. Kijana aliondoka, lakini pia hakurudi kunipa mrejesho uh, kwamba nini kiliendelea sasa. Siku fulani majira ya saa kumi nilipigwa simu na mwenye nyumba kuwa wananihitaji askari hapa nyumbani alipokuwa amepanga Jose. Niliweza kufika hapa na nikamkuta Jose, akasema kwamba yeye yeah, yeah, mtoto wake alimuua, akamkatakata vipande, akamtumbukiza kwenye shimo la choo. Lakini walivyoangalia polisi hawakuamini kwamba kweli amefanya hivyo kwa sababu ya udogo wa tundu la shimo ambalo waliliona. Lakini baada ya hapo tena Jose alibadilisha usemi kwamba mtoto yule hakumuua isipokuwa alikuwa anaogopa nani, adhabu ya polisi. Yeye anaomba tu wampe zamana ili akaendelee kushirikiana na, na, na, familia ili waweze kumpata mtoto aliko, kwa sababu inaonyesha kwenye familia yao kuna mambo ya kishirikina. Basi polisi waliondoka naye wakaendelea kumshikilia na leo, nikiwa kwenye shughuli zangu za kiserikali, nilipigiwa simu pia na mwenye nyumba kuwa anani, askari wananihitaji hapa, nimeweza kufika wakanipa maelekezo kwamba bwana Jose ametoa ameeleza ukweli kwamba mtoto wake alimuua na akakatakata vipande vidogo vidogo sana, na akaweka wen, nani, kwenye choo akafurashi kuingiza kwenye shimo la choo. Basi baada ya hapo, tumeendelea na zoezi la kuchimba hicho choo kutindua, ili kupata mabaki ya mwili. Tumefanya hivyo kwa kushirikiana na wananchi wachache, polisi na jeshi la zimamoto na umeingia umepata hivyo vipande vidogo vidogo. Kwa hiyo sasa ninachosubiria utaratibu wa polisi, kwa maana nini kinaendelea. Kwa maelezo yake ya kwanza, anasema ndani ya familia kuna mambo ya kishirikina, na hivyo akawa naomba kwamba aweze kuruhusiwa ili akashirikiana na familia aweze kumpata mtoto aliko, kumbe alikuwa anatudanganya, amefanya hilo tukio, na leo umejionyesha wazi kwamba amelifanya. Mimi ndiye mwenyeji wa hii nyumba na huyo dogo ambaye anaitwa Jose alikuwa mpangaji, amekaa hapa kwangu miaka mitatu kama. Alikuwa anajishughulisha na bodaboda, ye ni dereva bodaboda, ila mimi kama mimi, muda mwingi huwa na, natoka naenda kwenye mihangaiko ya kiufundi, kwa hiyo muda mwingi sishindi hapa kwa hiyo hata ilivyotokea hivyo akanambia, alichukua mtoto kwa mzazi mwenzie ili aje kae naye hapa. Nilimuuliza baada ya kutokea hilo tukio kwa ajili ya kuelewa zaidi, akanambia kwamba alikuwa anakaa naye hapa zaidi ya wiki mbili. Kwa sababu natoka asubuhi, naenda kwenye mihangaiko, jioni narudi, kwa maana hiyo mtoto sijawahi muona hapa hmm, ndani na watoto ambao wapo zaidi ya muda nao kuwepo mimi hawajawahi mwona. Kwa hiyo kwa awamu ya kwanza nilimuuliza kama kama kirafiki, bwana, nimesikia kwa mzazi mwenzio kwamba mtoto ana, amepotea na ulikuwa unakaa naye hapa. Alichonijibu, aliniambia kwamba yeye muda mwingine alikuwa anashinda naye kijiweni. Nilichofanya, nikampigia bodaboda mwenzake kijiweni akaniambia huyo mtoto hatujamuona hapa kijiweni. Kwa hiyo nikaona tayari ameshanidanganya, kwa hiyo hakuwa muwazi, kwa hiyo huyo mtoto hajaonekana. Mazingira haya, hata kama alimchukua labda ni usiku, sababu muda mwingine anatoka usiku anarudi usiku, sababu bodaboda hawana muda wa ku wa kusema kazi yake mwisho sangapi. hmm. hmm. kwa hiyo wewe hujawahi kumuona kabisa mtoto, kwa sababu hapa nyuma alikuwa na mke kwa hiyo huyu mzazi mwenzake aliyekuwa anasema yeye, huyo mtoto sijawahi mwona, ila mke yule mwingine na mtoto mmoja ambaye namfahamu kale katoto nakafahamu, amekaa nako hapo walipozinguana, sijui alimfukuza akaondoka, ila huyu ambaye tukio limetokea sijawahi mwona. Baada ya kufika hapa nikaona, amesema kuna mtoto alifanyiwa ukatili, akachinjwa vipande vipande na kutupwa kwenye shimo. Kwa kweli linatoa sikitisho kubwa sana, hasa kwa vijana siku hizi wanakurupuka, wakiwaza mambo mengi, labda ya kiutajiri au na ukatili wa kusema, kwa sababu mtoto labda anampa usumbufu wa kutunza, ndo maana labda wanafanya hivyo hmm. E, mimi ninashukuru kwa uchunguzi wa maaskari polisi na wananchi wengine wote waliotoa ushirikiano mpaka hili jambo likapatikana jibu, manake bila kupatikana jibu vinaweza vikawa vitendo hivyo vya ukatili vikawa vinaendelea kila siku. Sisi tunazidi kuomba msaada kwenu, manake ulinzi ni juu ya serikali pamoja na mwananchi wenyewe. Mimi naitwa mkaguzi msaidizi Melkisedeki Heli Banzi ya yeah. Uh, wakati tupo kituoni kwenye shughuli zetu za kawaida, tumepigiwa simu, tumeambiwa kuna zoezi la maokozi Mtuivira, kuna inasemekana kuna mtu amemkatakata mwanaye, amemtumbukiza kwenye shimo la choo. Nikachukua kulu yangu, tumefika eneo la tukio, tumevunja sehemu ya choo tumegundua kuna nyama nyingi sana, hatujadhibitisha kama ni za binadamu, lakini inawezekana kwa sababu kuna sehemu ya mbavu, kuna vidore na baadhi ya mifupa ndio tunaona sasa. Zoezi limesimama, ngine nini ambacho kinaendelea? Ah, sisi tayari tumekamilisha kwa namna moja au nyingine, kwa sababu baadhi ya nyama sisi hatuthibitishi kwamba ni za binadamu, lakini kuna mbavu zinaonekana, vidore na baadhi ya mifupa, lakini vidole ukiviangalia, unagundua ni vya binadamu. Sasa wenye yeah, mamlaka zaidi watathibitisha kwamba ni binadamu au sio, lakini ni nyama nyingi sasa.